Kama unaongelea kutafuta mtoto na safari imekuwa ndefu sana, sikiliza maelekezo mpaka mwisho, tanishukuru baadaye. Jenga utaratibu wa matumizi ya vitamins D3, magnesium, zinc pamoja na matumizi ya folic acid. Hii itakusaidia sana lakini fanya mambo yafuatayo: hakikisha hauna mashambulizi yoyote ya bakteria, virus, fungus au protozoa kwenye via vyako vya uzazi kwa sababu kufanya hivyo itakuchelewesha na kufanya safari yako kuwa ndefu sana. Hakikisha unafahamu mzunguko wako ni wa siku ngapi, na unafahamu siku zako za hatari zitaangukia wapi, kwa sababu mzunguko haufanani. Na mizunguko ya wakina mama inatofautiana, iko mizunguko mifupi, mizunguko ya kati na iko mizunguko mirefu. Mzunguko wake ni wa siku kumi na sita. Kuna mtu mzunguko wake ni wa siku ishirini na nne siku thelathini siku ishirini na nane. Kuna wengine ni siku 35. Hamwezi kufanana mizunguko. Kwa hiyo make sure unastadi na unafahamu mzunguko wako, siku zake za hatari zitakuwa wapi au zitaangukia lini. Hii itakutengenezea njia rahisi ya kufahamu ni wapi au ni siku gani uzitumie zaidi. Safari ya kutafuta mtoto inakuwa ni ndefu kwa sababu wengi hamfahamu ni siku gani itakuwa ni ovulation. Ni vyema kufahamu mzunguko wako ni aina gani. Ni mrefu au mfupi? na ni wapi au lini siku ya ovulation itaangukia. Hii itakusaidia kupunguza gharama na kukufanya safari yako iwe fupi, na mwisho wa siku ukashika ujauzito kwa wakati. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na uweze kuitwa mama. Kama hujui mzunguko wako ni aina gani na siku zako za hatari zitakuwa ni lini, unapata hizi discharge za aina hii, hata ukipewa clomiphene supplement for conception, basi safari yako still itakuwa ndefu. Kama unakutana na hivi vitu kwenye via vyako vya uzazi, basi tafuta matibabu ya haraka. Mungu akubariki sana, uitwe mama.